Asalamu as aleikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa wale wote Waislamu, wale Wakristo wanasema bwana asifiwe, na wale Wayahudi wanasema shalom shalom. Sasa bwana, mimi nilikuwa nataka nizungumze kitu kimoja leo kifupi tu, kwa hiyo nipeni kama dakika zenu kumi mpaka kumi na tano hivi nizungumze hilo jambo. <clears throat> Jambo lenyewe linalotaka kuzungumza ni jambo ambalo linazungumzwa katika ulimwengu, katika ulimwengu watu wanazungumza hilo jambo. Kila unapopita kona ya dunia au kona ya nchi, unasikia watu wanazungumza hilo jambo, na si jingine, ni vita vya tatu vya dunia vita vikuu vya tatu vya dunia. Kila mtu anazungumzia ilo swala. vita, vita, vita vikuu vya tatu vya dunia. Vita vikuu vi, vi, vi, vya tatu vya dunia vinakuja. Kila mtu anakuwa anazungumzia ilo swala, na ukiangalia dunia sasa hivi jinsi machafuko eh, yalivyokuwa yamezidi katika dunia hmm? Unaweza ukasema au ka, unaweza ukawapa watu mashikio Eh, kwa wanayoyasema, yaani kuwasikiliza. Ukiangalia mashariki ya kati kuna fujo, vita. Ukiangalia huko Uropu, Ukraini pamoja na Rusia, vita. Ukiangalia Africa, Congo, Rwanda, Burundi eh, kuna vita. Ukiangalia huku West Africa, maeneo ya Bukina Faso, huko Nigeria, Chadi, um, Mali huko hmm? Maeneo, yani Afrika kwa ujumla yote, au dunia kwa kwa ujumla yote ina matatizo hayo. Hivi karibuni rais wa Venezuela Maduro kanyanyuliwa juu kwa juu katika kiti chake cha urais eh, watu wengine wanakamiwa baada ya kunyanyuliwa Maduro, naambiwa na wewe tutakuja kukunyanyua kama Colombia, na bwana wewe tutakuja kunyanyua vile vile ukifaamasara yako Hey, Cuba tutakuja kunyanyua na wewe, mara tunataka Greenland, mara sijui huko maeneo ya Asia, Taiwan inatakiwa, alimradi hivyo fujo fuyo tu. Sasa turudi kwenye ile pointi wala ya vita vya tatu vya dunia. Katika vita vya tatu vya dunia kuna pande mbili, pande mbili tu usifahamu eh? Kuna pande mbili pande moja ya Amerika na ndugu zake wa Europe au rafiki zake, jamaa zake utakavyowaita, jinsi inavyozungumzwa ndugu zake, kwa mfano Israeli, Ujerumani, Ufaransa, Uingereza, siyo Belgium na ndugu zake wengine ambao wako wanamsupport Amerika au wapo kitu kimoja, upande mmoja. Ndo huo upande wa pili ni upande wa Urusi, Rasia, Rasia na ndugu zake wa komunisti wenzake, kwa mfano hiyo Urusi eh, ndo Rasia wenyewe, hiyo China, China hiyo unafahamu eh? Wamemtia vile vile North Korea katiwa na Irani, kwa wanaojulikana kwa haraka haraka ni hawa watu wanne, inawezekana kuwa wako na wengine zaidi, kwa upande huu wa pili, upande wa Rasia huu wapo wengine, inawezekana kwa mfano kana kama Belarusi pia inaingizwa huku, lakini hata kama haipo katika mazungumzo ya watu, manake katika jamii watu wanazungumzia nchi nne ambazo ndio zitakuja kupigana hivyo vita vya dunia, pamoja na upande mwingine, nchi nne ambazo ni Urusi, China, Irani, North Korea. Hawa ndo upande mmoja huwa wa kulia, na upande wa kushoto kuna Amerika na Uh, ndugu zake kama nilivyowataja mwanzo. Sasa, sasa hivi Iran hivi ninavyozungumza kuna maandamano makubwa sana ambayo maandamano hayo yalianza tangu tarehe ishirini na nane Disemba mwaka jana. Kwa hiyo maandamano yale yameendelea ya mpaka hivi nazungumza mimi na wewe, bado kuna ma, maandamano makubwa tena, na maandamano haya yanasema watu wamechoka na maisha magumu, kutokana na maisha kuwa ghali vovamwe, maisha kupanda katika nchi ya Irani. Kwa hiyo watu wamechoka nayo, kwa hiyo wameamua kuandamana wameamua kuandamana ili kuishindikiza serikali, unafahamu eh? Kwa sababu ya kitendo alichokifanya kuyafanya maisha kuwa ghali. Sasa ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii media, ushafahamu, eh? ukiangalia Facebook, ukiangalia YouTube, ukiangalia ukiangalia TikTok, ukiangalia ukiangalia Facebook, YouTube, Instagram na platform nyingine ushafahamu eh? Unaona, watu ambao hawaipendi Irani, watu ambao hawaipendi Irani wanashangilia pahali pakubwa sana au wanashangilia kwa vifujo kwa, shange, kwa shangwe kubwa sana, aondolewe Khamenei, hata umekwisha muda wake umekwisha, aondolewe mara hii kesha, mara hivi, watu wana furaha. Sasa mimi nikawa najiuliza, watu wanavyozungumza vita vya tatu, eh, vita vya tatu vikubwa vya dunia. Lakini mbona wanafuraha kuondoka kwa Khamenei yule kiongozi wa Kiislamu pale, Ali Khamenei wa Iran wanataka aondoke. Sasa nasema mbona hawa watu wanajisahau, huku wanasema kuna vita vya tatu vya dunia vinakuja, na upande mmoja vita hivyo vitakuwa na nchi kama Urusi, Russia, Irani pamoja na North Korea na, na upande wa pili Amerika na ndugu zake. Sasa mbona hawa watu wanafurahi au wanafurahi huyu Khamenei kuondolewa? Hawaoni kwamba Khamenei akiondolewa, Khamenei akiondolewa na mtu ambaye anatagetiwa kuwekwa pale, ambaye wanamtageti, wakiibomoa ile serikali ya Kiislamu pale wakiibomoa, wakifanikiwa, wakibomoa, mtu ambaye wanamtageti kumweka ni mtoto wa mwisho wa aliyekuwa mfalme wa wa wa Irani ambaye anaitwa Reza Pahlavi, huyo ndo ambaye anatengenezwa kuja kuchukua nafasi, ikiwa serikali ya Irani ile ya Jamhuri ya Kiislamu itaanguka, huyo ndo atakayechukua nafasi, ambaye hata ukiangalia kwenye blogi zote, ukiona kwenye Facebook, kwenye platform, kwenye media, wana wanampromoti ule jamaa. Najiuliza, mbona watu hawa wanafurahi? Halafu huku kuna vita vya tatu, hawaoni kama hii serikali ya Khamenei ikiondoka, ina maana katika wale wanne wanakuwa mmoja in, atakuwa kishapungua kabla vita havijapiganwa, tatakuwa mmoja kishapungua itakuwa Iran kishapungua kishapu katika wanne, kwa sababu akianguka yule atakayewekwa ambaye ni huyo Reza Palavi, mtoto wake yule, na yeye anajulikana kwa Reza, anaitwa vile vile Reza Palavi ya yeah, fahamu jina lake halisi simjui akilikuwa yule, ina maana huyu memba mmoja katika memba wanne kisha anguka, na huyu akikare za palavi pale Irani ina maana hatukuwa tena katika upande wa Urusi, kwa sababu huyu anawekwa na upande hawa wa Magharibi, Marekani, Israeli na nchi za Yuropu, ndio wanamtaka yule. Kwa hiyo hivyo vita vya dunia vya tatu ambavyo vinazungumzwa, Irani itakuwa haimo tena, ikiwa sasa hivi maandamano haya yanayoendelea yataiangusha serikali ya Iran , sijui nimeeleweka, sijui nafahamika ni kwa hiyo, hili ndo nilikuwa nataka kulizungumza. Kwa hiyo otherwise, serikali ya Irani isianguke katika haya maandamano makubwa yanayofanyika sasa hivi, ishonifamo ikiwa haitoanguka ile dhana ya vita vya dunia vya tatu nchi nne hizi kwa pamoja inaweza kuwepo, lakini ikianguka serikali katika maandamano haya inaendelea, ile dhana itakuwa haipo, kwa sababu nchi zitakuwa tatu. Sasa China, Urusi na North Korea. China powerful, Urusi powerful, North Korea powerful, lakini siki hivyo sofame na Irani ni powerful, lakini siki hivyo kama inavyofikiriwa. Kwa hiyo sasa mimi nilikuwa nasikiliza nyinyi hapa, ambao mnanisikiliza maoni yenu chini hapa. Mna mtazamo upi? Au nyinyi mnayaona vipi? Je, haya mazungumzo yanaozungumzwa na watu? Vita vikubwa vya tatu vya dunia vinakuja bwana. Na hivyo vita, eh, watakuwa kwa Urusi, China, Irani na North Korea pamoja hawa. Na huku kutakuwa kwa Marekani na wenzake. Hivyo vita ndio vitakuja kuwa vita vikubwa vikubwa. Sasa huyu mmoja akishaanza kutetereka hapa katika hawa wanne. Au tuseme ndo nini? Ni propaganda, au tuseme ndo nini? majibu kwenu. Hichi ndo nilichokuwa nataka ni tushare pamoja kwa siku ya leo. Hii ni video ya pili katika YouTube yangu nimeiweka. Mimi nakuwa sipendi sana kuongea, lakini kukuwa kuna kitu ambacho mimi sikifahamu vizuri. Kama video ya mwanzo, kama mtaisikiliza au mliisikiliza, kuna vitu ambavyo nimevieleza mimi sivifahamu uzuri, kusema ukweli sivifahamu. lizungumzia kuhusiana na Waislamu wa wa ambao wa wanataka kupigana jihadi eti waweke Waislamu mbele au waongoze nchi kwa Waislamu, wakati hayo makundi yanayotaka kupigana jihadi sapoti inatoka kwa Marekani, sapoti inatoka kwa nchi za Ulaya kutengeneza ale makundi sasa hatudanganyani hivi si ndio kudanganyana kwenyewe huko? mimi ndo ninokulisha na mimi ndo ninokuvisha. Nimekupa nyumba ukae, halafu wewe ndio uje unipige mimi ili utawale wewe. Ah, basi mimi nitakuwa sina akili ya kukupa nikupe silaha, halafu uje unipige mimi au nikupe silaha ili uje uniongoze mimi. Tch. Ile video yangu ya mwanzo ivo nilikuwa nimezungumza. Na video ya pili hii pia kuna contradiction. Watu wana furaha sasa hivi, watu wana furaha, Iran inaanguka. Ndio, ukiangalia katika platform, eh? Majukwaa haya ya media yaani hizo comment hiyo watu kutoka sehemu tofauti bana Aisha, wengine wanasema sasa hivi uongozi ule wa Khamenei na makanzu yao, watu washakimbia katika nchi. Sasa hivi wanafurahi watu eh, wanafurahi, kishakimbia katika nchi, washakimbia, ushofahamu, eh? Kwa hiyo sasa washakimbia, kwa hiyo utawala utakokuja hautokuwa ule wa Kiislamu ambao ni against na Israeli, against na Amerika, against na Europe, watakuwa ndugu yao kwa hiyo sasa huku kwenye upande wa watu wanne, atakuwa mmoja kishapungua, atakuwa kwa watatu China, North Korea, Urusi. Basi is it kweli? Ah, kwa leo mimi nilikuwa nataka kuzungumza kuzungumza hilo tu. Chini wekeni comment zenu, wekeni comment zenu mnavyohisi nyinyi vipi, aya hmm? Ah, usiku mwema.